Tuna shida kubwa, kwa mfano kwamba huyu mzalishaji wa Morogoro amelalamika kwamba maziwa yanayoletewa yanakuwa contaminated. Kamua yale maziwa, kwa mfano, tunakamua hatutumii e, hygiene, hygiene. Procedure za usafi unaotakiwa utakiwa. Kwa hiyo unakamua maziwa labda e, na mikono ambayo sio salama sana. Kwa hiyo unapokamua shia na maziwa yale yanakwenda mule ndani au kile chombo kinakuwa sio salama sana. Unapopeleka kuyauza maziwa yako ya kipimo naonekana kwa mimi haya maziwa na mushkili mbona haya hayamfuata haya viwango vya usafi. Tunapoteza maziwa mengi sana kwa utaratibu. Shida moja wakati wa kukamua. Shida nyingine wakati wa kutunza kwenye mara. Shida ya tatu wakati wa usafirishaji. Anakuja hapa na anambia maziwa yako hayafai kutumika. Leo kesho kesho, kesho, kesho kutu haambiwi hamumwambii shida iko wapi, na sio tu hamumwambii ham, hamniambii mimi mi nikamtumia wagani waende kule wakaangalie ili wamsaidie kule. Lengo la hii wiki ya maziwa ni kuongeza matumizi, consumption ya maziwa ambayo yataenda sambamba na uzalishaji huo, kama ilivyokuwa malengo ya ya ya wizara. Lengo langu mimi ni kufikisha lita elfu hamsini za uzalishaji wa maziwa Morogoro. Na hizo peke yake lita elfu hamsini za maziwa maana yake e, ni kwamba kwa siku, kila siku inaendaa, kwa Mwenyezi Mungu e, uchumi wa Morogoro utakuwa unachangiwa kwa lita e, maziwa yenye thamani ya, ya shilingi milioni 50. Kwa hiyo kwa mwezi peke yake e, uchumi wa mkoa wa Morogoro utakuwa unachangiwa maziwa ya shilingi bilioni 1.5 kwa mwaka bilioni 18. Kuelekea wiki hiyo ambayo inaanza tarehe 27 hadi tarehe 1 ambayo ndio siku ya maadhimisho, na shughuli hiyo itafanyika hapa viwanja vya shule ya msingi kiwanja cha ndege manispaa ya Morogoro. Changamoto ni elimu e, wafugaji wetu wengi kama nilivyokuambia, e, wafugaji wetu wengi wanafuga ni, ni, ni hao wa, wa, wa, wa, wanaofuga kienyeji ng'ombe ni wa kienyeji, hawana elimu ya ufugaji bora. Kama bodi tumeandaa programu mbalimbali za mafunzo, mafunzo ya bora maziwa, mafunzo ya ufugaji bora, ili wajue kwamba ng'ombe kwanza anatakiwa alifwe vipi, eh, chakula kinachanganywa vipi ili aweze kupata tija ya maziwa mengi. Lakini akishamlisha ng'ombe wake, taratibu za ukamuaji ambazo zinapelekea usala, usalama wa maziwa yale, anazifuata kwa. Tunatoa mafunzo hayo kama bodi ya maziwa Tanzania nchi nzima, e, na tunakanda takriban sita nchi nzima. Maafisa wetu kule wanatoa mafunzo kwa kwa kwa wafugaji kwa kuwaelimisha namna bora ya kukamua maziwa yao ili kuondoa changamoto za, za, za, za vimelea mbalimbali kuingia kwenye maziwa yao na hatimaye kukataliwa yanapoenda kwenye vituo vya kukusanyia maziwa na hatimaye wanakosa fedha kutokana na maziwa yao kutopokelewa viwandani.